Kwa hiyo kwa kifupi, kwa sababu tuna jamaa zetu pale kutoka uh, Benjamin Mkapa. Wanafunzi ndio wanataka kuanza kujua ufundi ni nini. Nimesema tu tutajiuliza maswali saba muhimu katika wasilisho langu. La kwanza, VETA ni kitu gani? La pili, kwa nini VETA ipo? La tatu, VETA inafanyaje shughuli zake? nne VETA ilikuwa wapi miaka 30 iliyopita? Tano, VETA iko wapi sasa tunavoongea? Sita, VETA itakuwa wapi miaka 30 ijayo? Na namba saba, tutafikaje kule tunakotaka kufika. Tuendelee slide nyingine kwa majibu tu. VETA ni chombo ambacho kiko chini ya wizara ya elimu, sayansi na teknolojia, ambacho ni chombo cha serikali na kimeanzishwa mwaka 94 1994, kwa sheria ya bunge ambayo imetajwa pale chapter 82. Na kazi kubwa za VETA ni kutoa mafunzo ku toa fedha za kuendesha mafunzo kwa ajili ya vyuo ambavyo wanavisimamia, lakini pia kuratibu mafunzo na elimu ya ufundi hapa nchini. Hiyo ndio kazi kubwa, hiyo ndio VETA na ndio kazi kubwa ya VETA. Tuendelee sasa. Kabla ya VETA kulikuwa na nini? Hapakuwa vacuum, kulikuwa na chombo kinaitwa National vocational training division, ambacho ndio kilikuwa na jukumu la kusimamia na kuendesha mafunzo ya ufundi wakati huo inajulikana kama ufundi stadi. Chombo hicho kilianzishwa mwaka 1974 na kilikuwa chini ya wizara iliyokuwa ikihusika na kazi leba kwa wakati huo, na wao walikuwa wakiendesha mafunzo ya trade test, na walikuwa wanatoa trade test grade 3, ndio ilikuwa ya chini test 2, ya kati test 1 ndio ilikuwa ya juu kabisa. Na walikuwa wanatoa mafunzo ama mitaala yao ilikuwa kwa mtindo wa supply division. Yeah, supply driven, supply driven. Ya driven kwa maana ya kwamba ninyi mkitaka mafunzo njooni, mtakachokikuta ndio hicho. Ni tofauti na mimi mtoa mafunzo nikija nikakuuliza, ehe, unataka nikufundishe nini? Unataka ufundi gani? Unaona, haya ni mambo mawili tofauti. So NVTD ilikuwa inatoa mafunzo katika mtindo wa nilicho nacho ndicho utakachopokea, right. Tuendelee sasa. Mtindo, mtindo huu wa elimu uliwapa shida sana wale ambao wako viwandani kwa sababu ulikuwa hauendi na kasi ya ukuaji wa teknolojia. Sasa kwa nini VETA ipo? Tumezungumzia kazi ya VETA, lakini la msingi zaidi, kuandaa watu wenye ujuzi mbalimbali mbali, kwa ajili ya kufanya kazi za uzalishaji na kazi zingine za viwandani na maendeleo hapa nchini na wanatakiwa kwa wingi sana. Hii wenzetu wanasema ni critical mass, critical mass. Yaani uwe na idadi ya kutosha kufanya kitu. Kwa mfano, kuna lori VETA Kihonda pale, kuna magari mengi makubwa sana saizi kubwa kubwa mengi tu. Ukiambia mtu mmoja, kwa sukuma hilo gari utaweza? Limekwama kwenye tope, hutaweza, si ndio? unahitaji nguvu kubwa watu wengi waje ndio waweze kupush ndio. Kwa hiyo ndio inaitwa critical mass kwa ajili ya kazi fulani. Sasa VETA inatakiwa kuzalisha critical mass kwa ajili ya e, kuchochea kasi ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii hapa nchini. Sasa VETA inatoa kozi zake kwa mtindo wa demand driven, inatoa mafunzo kwanza kwa kuangalia soko la ajira ama the labour market right? soko soko lilopo wanahitaji nini? Baada ya kufanya utafiti wa soko, ndipo hapo sasa wanaandaa mitaala ambayo inazingatia umahiri, ili mtu awe eh, uh, na umahiri wa kuweza kufanya kazi anazotakiwa kufanya. Tuendelee sasa, award ambazo VETA inatoa zinaitwa National Vocational Awards kuanzia NVA 1, NVA 2 na um, NVA 3. Mtindo ni tofauti kidogo na trade test, kwa sababu trade test 3 ndio ilikuwa ya chini. Trade test 1 ndio ilikuwa ya juu, lakini sasa katika NVA, NVA 1 ndiyo ya chini, NVA 3 ndio iko juu kwenye TVET qualifications framework. VETA anafanyaje kazi zake? Kwanza kabisa, hivi ninavyozungumza, VETA inaendesha vyuo ambavyo viko chini yake arobaini na tatu, lakini pia kuna vyuo vingine takriban mia nane ambavyo vinaendesha mafunzo chini ya wadau mbalimbali. VETA inatakiwa kuzingatia sera ya elimu na mafunzo kama inavyoboreshwa uh, eh, mara kwa mara, lakini pia VETA inaangalia mpango wa maendeleo wa mafunzo ya ufundi hapa nchini, National Vocational and Technical Development Plans, au TVET Development Plans, lakini pia VETA inashirikiana sana na wadau wake katika masuala ya mitaala, katika masuala ya kutoa mafunzo ya viwandani na pia kuchangia katika mfuko wa, wa, wa, wa, wa skills skills development um, levy au kwenye skills development fund tuendelee. utendaji wake uh, veta ina bodi yake bodi ya uendeshaji na ina kamati za ushauri wa um, sekta mbalimbali ambazo ni kumi na tatu kwa mfano automeka, eh, automotive ni sekta moja sijui mechanical electrical and so on and toto na ninyi wazazi wenu wako sasa kwenye hiyo miaka 30 ya pili veta muangalie hiyo Ukifika, ukimaliza miaka miwili hiyo hiyo thelathini ya pili, ukiangalia nyuma, ukipima, utaanza kuona kuna uchakavu mkubwa. Wewe mwenyewe kama binadamu mshaanza kuchakaa, nyumba uliyojenga imeshachakaa, mali zao nazo zimechakaa, kwa hiyo kunatakiwa ukarabati wa nguvu. Kwa hiyo miaka 30 mingine kuelekea tisini hapo ni kazi kubwa sana ya renovation. Msingoje renovation ikafanyika, tukishafika huko tuanze sasa

basi tunafanya hiyo huduma kuhakikisha na toa ile ambayo tumehudumia vijana wengi au mafundi wengi takriban zaidi ya elfu ishirini na mahitaji so, ni makubwa. Kwa hiyo tumeenda mpaka kwenye magereza na hii huduma ni muhimu sana. Vyuo vya VETA ambao vinatoa mafunzo sasa viko 80, na 50 nyingine za zamani kidogo na 30 ni vipya kabisa, na hiyo hivi imetapakaa nchi nzima na kwamba vinaweza kuongeza uda hii kwa kufikia elfu tatu mia tisa sabini na nne wa, wana oh, okay. na wanaume kama mnavyoona 64 yao, lakini wanawake wako na asilimia mnaiona. Jana pia nilikuwa nazunguka mahali ile eneo la, la, la wa jinsia wa, wa, wa, wa, wa, wa, ya kike bado ni mchangamao katika kuhudhuria kwenye eh, mafunzo ya ufudikai votano vinajengwa ili kukamilisha ari ya serikali kwa kwamba kila wilaya kuna shule na wilaya nchini viko di, 139. Kwa hiyo nikikamilika hivi tutakuwa na vyuo uh, 145. Kwa hiyo tunaongeza fursa uh, zaidi za da, uh, mafunzo kwenye nchi uh, yetu, na kunavyovuo ambao vimespecialize fogo mbalimbali ukiacha kwa ujumla wake, lakini tavio ambavyo viko eh, nazokusema tunachuo maarufu kabisa kuko Njiro uh, VETA hoteli ndowizi hiki uh, kuku lejikuri kika fani za karibu na utalii na kinafanya vizuri fani za kwanzia nlevo na uh, nva na ntlevo, lakini tunachuo cha kihama chuo cha Kipawa kiko hapa Dar es Salaam, na fani nyingi ngazi ya univesitaji na ufundi n nanlevo kiko Kipawa na inafanya vizuri lakini kwa chuo cha walimu Morogoro, ambacho tuna nao walimu wa ufundi stadi, tunacho kipo. Lakini tuna Kihonda, chuo chetu kiko Morogoro, hiki kina specialize kwenye truck driving na kwa hiyo za kuendesha magari makubwa. Tuna chuo cha Shinyanga, ambacho nacho kuna tuwa mafunzo pamoja na mafunzo mengine, lakini tunahelijuu tuksak mechanics na plant operation viko Shinyanga, lakini tunacvyo vya agro mechanics. Nikizungumza mambo kwamba tunafanya kwa juaiii, tunavyo hivyo Manyara, kuvonda Arusha, Mpanda na maadakaa na vingine pia vina socialization mbalimbali vipo nchini. Tuendelee. tunafanya ucaini na utumuku kwa kuzingatia ngazi za mafunzo ya ufundi stadi kama kuna level one, level two, level three. Na level one siopointi ya kutoka wa kwenye mafunzo, lakini level two wakimaliza, wanaweza kufanya kazi tuuka, lakini pia wanaweza wakaa wakaendelea level ya tatu, ambao ndio level ya juu ya ufundi stadi, ingawa national qualification framework, ambayo huko kwenye hatua nafikiri ya kuunganishwa ngazi za izi za fundi stadi zinaongezewa, tunakwenda mpaka ngazi ya nane. Kwa hiyo lizoolezwa zitaongezeka, kunakwenda kuona namna kuteeza kaana kufanya hili jukumu kugunisha nakoni hica kulai inayofuata. Nilitaka nizungumze kidogo kuhusu wadau wetu. Wadau wetu ni wengi, tunazungumzia wanafunzi na wale wanaotafuta kazi hii imeshireu sana kwenye vyombo vya habari kama mnafuatilia, na hapa nizungumze kidogo kwamba yoyote ambaye anataka ajira ametaa kujiongezea kipato, sisi ni mdau eh? Na asubuhi hapa amezungumza kutoka maafisa idara ya kazi, amesema kuna hiki wale not employed not in the training institution. Ametupa data wako asilimia 19.79. Kwa hiyo hao ni wadau wetu, watu wazima walio safi ambao wanafanya uh, shughuli za ujasiriamali. Sisi ni wadau wetu. Wadau wengine ni waajiri employer, tunashirikiana nao, naitaji ni sisi na supply au demand, tunaweza kufika nao pia katika masuala ya mafunzo. Pia tasimzo nakusaidia sana na kuendeleza nguvu kazi ya ujuzi, tunaendelea

wanasaidia kama hapo. Najaribu kueleza kidogo success kwenye utoaji wa mafunzo vinaelezewa vijana ni nyingi, vinaeza kidogo tu. Tumeongeza access kuongeza fursa na fursa sawa kwenye mafunzo kwenye vio vyetu, lakini tumeweza kuongeza ubora kwa kuzingatia umahiri italayetuazigaio umahiri, lakini tume

naka wajiri mbalimbali aajiri tumetengeneza mahusiano mbalimbali na viwanda wa awahiri, lakini tumekuwa na mahusiano pia na international kubadilishana mahusiano ajoa Uingereza, China. Tumeweza kufahamika kitaifa na kimataifa. Kwa hiyo hayo ya mafanikio ambao tunaweza kujivunia katika hii miaka thelathini.

lakini kwenye viwanda hivyo. Kwa hiyo tunakatua kwa kufanya zisaji na viwanda, lakini huko teknolojia vipo, lakini pia tunajitahidi kununua vifaa vinavyohitajika teknolojia. Tuna changamoto ya uo ii sizi ambayo zinahitajika, lakini tunapoteza mitaa yetu. Mitaa inakuwa ya miaka mitano, muda wa kutelezaji miaka mitano, lakini tunaweza tukabadilisha kadi ya mahitaji ya ujuzi unaotokea. Hii ya ushiriki mdogo wa wanafunzi wa kike tunazungumza, lakini tuendelea kuhamasisha vijana wa kike waweze kujiunga na vyuo vya VETA au vyuo vyetu. Tunafanya specialization ya dawati kiisia, tunaandaa miongozo mbalimbali

watu tunataka kwenda na kwenda, tunataka kufanya improvement ya kitu cha access akagela kuongeza hiyo, hii ndio na kuelekea kuongeza fursa zaidi za mafunzo, kuongeza ubora wa mafunzo na relevance ya mafunzo, na hii perception ambayo tunaijumuza watu wengine wanaosoma stadi sio sehemu au sio kitu kizuri, na magenero mengi, lakini hiyo dhana tunataka itoke. o tunaendelea kutengeneza mitaala bayo naengana na mahitaji ya mahitaji ya viwanda, lakini na mahitaji ya kijamii. Tunafanya kilimeti nchi nzima kuona kila sehemu kuna mahitaji gani ya ujuzi ili tuweze kutoa ujuzi kulingana na mahitaji ya jamii na kiuchumi na mahaloa h vyuo vyetu vipo nchi nzima. Kwa hiyo tunaona kwamba kila sehemu kunatumiza kiuchumi tunateniza mitaa ya soponikia malongo aendana na mahitaji yao.